Sasa tuweke mchango wetu kwenye hiki ambacho tumeletea hapo. Kwa hiyo tutakwepo hapo. Asante. Tunaangalia status ya maji na sanitation na usafi binafsi. Kwa hiyo tumefanya kwenye household lakini pia tumefanya kwenye public institution na community water point lakini pia watu wa kawaida kupata maji. Kwa maana bora maji ambao ni wageni kidogo, nielezee kidogo mooa taoknamoro, tunaita forever, unasema kwamba ikiingia kwenye wilaya, tutakaa mpaka tuhakikishe kila dispensary, kila kila shule inapata huduma ya maji, usafi mazingira na usafi binafsi, lakini pia kwenye upande wa community tunahakikisha kwamba kumsa binafsi na sasa mazingira. Lakini kwenye upande wa forever tunahakikisha kwamba wilaya na community wana uwezo wa kuendeleza ile mifumo ya upatikanaji wa maji, kusafisha mazingira na kusafisha binafsi. Kile kwenye ana mota tulivyofanya. Tufanye kwenye upande wa household. Kwa upande wa household tulisampo nyumba 1000 na 38. Tulizipata. Tulicluster kwanza kwa pa vijiji. Ukifika kwenye kijiji na unachagua nyumba kumi kumi, isipokuwa izongu na vingao. Isongu tulichagua nyumba ishirini akaa propation yake ni kubwa, lakini pia vingao tulichagua nyumba thelathini likana napropasion yake ni nimikuo sana. Lakini kwenye community water pointi zile tulikuwa tunaa, tulichagua community water point radvili themani na nane kijiji themani na nane Ukifika kwenye kijiji unaenda kwenye pointi zote ambazo wanachukua maji au kama sehemu kubwa kama ni mabonde, pia unaona kwa mabonde watu pale ni pale cha mabonde kidogo, na kuweza kufikia kwa institution zote, kwa sababu nyingine zilikuwa ndani sana, lakini pia katikati, kwa sababu ya mambo ile katikati. Kwa hiyo tutashinda kufika sehemu kubwa, lakini pia kwenye changamoto nyingine ni mtumaji wa maji, ile mtumaji wa maji ni kwa sababu sasa tunataka peke yake na kuchukua kwenye zile tanki na kidogo kwenye zile elektro mto ya. Kwa hiyo, tulikuwa tunaisi sana, hatukupata sampo kubwa sana, ya kukichua kwenye sosi, ya mazo nitu kukwata usuwa kukwa kwenye sosi. Kwa hiyo, tumanalaiza kutumia JMP, hii ni Joint Monetary Program ambayo inatumika na yunise. Tunakotu na category, kama, kwenye household, ya vajiju household Kategoria ya kwanza ni self managed. Ukisema self managed, maji yanafika kwenye kufi source. Yanapatikana mda muda wote kwa mtu akiyahitaji. Lakini pia hayana contamination yoyote. Kwa hiyo ukiweza kupata vigezo vyote vitatu, tunasema nini? Self managed. Kija kwenye, kwenye ini, basic plus basic above. Uwanda kwa una maji na siyeo, una yanapatikana muda wote, lakini unamisi kigezo kimoja. Kieza laba apatikani muda wote, ama na contamination kidogo. Kwa kupata kwenye mbili, na kupeleka kwenye basic, inda kwenye basic only, tunaangalia yanapatikana improved, ambayo ni nisose ambayo na hanini. Lakini pia ule muda wakuna kuchukua na kuhuni. Ukitoka nyumbani, kusubiria, kuchukua maji yako isi isizidi dakika thelathini tunakupeleka kwenye basic. Kwenye limited, unaweza kuwa unapata maji ambayo ni nzuri, lakini ule muda hakuna na kurudi ukazidi, au ile distance ikazidi. Kwa hiyo, kwa hiyo tunasema hiyo ni limited. Lakini aniui niseze ambazo haziko protected, kama kama vinani kama madimbwi na vitu vingine, lakini pia kwa surface water, watu ambao wanatumia maji kama ya mito, lakini pia yale madimbu wanapososora wanasa kusosora ni mm -hmm. Mwe maji ambayo ni safi kwa mm hiyo -hmm. Kwa upande wa household zetu tupata safely managed ni asilimia moja tu, na kina, kitu kina, kinarudisha sisi nyuma kwamba anaanza kaa na mamaji muda wote free from contamination improved, lakini akihitaji muda wote hayapati, kwa hiyo nakuta wengi walishuka kwenye basic services ni dabavu lakini pia tukana na basic only asilimia kumi na e mbili tukaa na hii limited service asilimia thelathini na tano tukaa na unimproved ambao wanachukua kwenye sosi ambazo sio protected zikaa asilimia kumi na nane surface wanachota kwenye mazingira ambayo kama mito na mabwawa asilimia ishirini na sita.